Bwana, mambo vipi? Naitwa Rick kutoka Rick Film hapa YouTube. Nikukumbushe tu kuendelea ku -like, share, subscribe na kudondosha comment ili kuweza kunisapoti kwa hiki kidogo ninachokifanya. Hii video mbele ya screen yako ni mwonekano wa mazingira ya mkoa wa Morogoro na hapa panaitwa Forest. Kama utakuwa umewahi kufika Morogoro ama ni mwenyeji wa Morogoro, utakuwa unaielewa ama kufahamu vizuri huu mtaa uh, kwa kiasi chake. Sasa na mimi niko hapa kwa kukupa historia fupi tu ya eneo hili la Forest kutoka kipindi hicho mpaka sasa. Kwa kipindi hicho Forest bana, walikuwa wanakaa watu washua. Kuchukulia mfano kama Oster Bay, Masaki walikuwa wanakaa washua, na niseme kipindi hicho mpaka kwa sasa uh, wanaokaa kule juu bwana, asilimia kubwa sana ni washua watu ambao wanajiweza kwa kipato. So kwa kipindi hicho bwana, ngozi nyeusi ilikuwa ni nadra sana kuiona kule, na kama ukionekana uh, kulikuwa kuna sheria kadha wa kadha zilikuwa zinachukuliwa. Moja ya sheria ambazo walikuwa wanazichukua ni kupiga simu uh, kituo cha polisi, na mtu mweusi utachukuliwa na kuwekwa ndani, kwa sababu asilimia kubwa walikuwa wanakaa makaburu, watu weupe. Sasa kwa wewe ambaye unaifuatilia Rick Film, Je, una historia gani ya eneo hili ama umewahi kusikia kitu kipi ambacho kilikushangaza ama kukufurahisha juu ya eneo hili la forest ambalo linapatikana ndani ya mkoa wa Morogoro? Shushi hapo komenti yako ili wote tuweze kufahamu ama kitu gani uh, ungependa kiboreshwe ama kipunguzwe kwa eneo hili la forest. Shushi hapo komenti watu tutazisoma ya ili tuweze kupata somo zaidi na zaidi. Nikukumbushe tu kulike kushare, subscribe, comment ili tuweze kusapotiana kwa hiki kidogo ambacho tunakifanya. Naitwa Rick Visuals, WhatsApp namba zangu mnazo, bwana, mtakuwa na drop hapo comment.